E bwana mambo vipi mwana DSN Technology leo nataka nikuelekeze ni jinsi gani unaweza ukatengeneza video za AI, AI ambazo ziko trending kwa muda huu yani hizo video sasa hivi naona watu wanatengeneza sana huko YouTube wanatengeneza wapi na siku hizi naona kuna baadhi ya watu ambazo wanazitumia hizo video wanatumia Hizo triki kutengeneza video content za YouTube wapi na wapi. Kwanza, kwanza kabisa utaenda Play Store kama ulivyotazama hapo mwanzo. Uta, uta download VPN ya aina yoyote ambayo inatumia server labda ya USA. Baada ya ku-download utawasha VPN, utaenda browser. Kwenye browser yako, kwa mfano mimi natumia Chrome, basi nitaingia kwenye Chrome namna hiyo hapo. Baada ya kuingia kwenye Chrome nita search LTX AI. Nita search baada ya kusachi basi nitaangalia nitabonyeza hiyo hapo website ya juu hiyo website ya juu kabisa hapo ukisha hiyo ndio website ambayo sasa hivi sio official sana kwa Tanzania ndio maana tunawasha VPN ila inawezekana baada ya miaka kadhaa si au miezi inaweza official kwa hapa Tanzania tusiwasha hata VPN ila kwa sasa hivi kama unaitazama sasa hivi video 2025 na hii website sio official sana hapa kwa Tanzania baada ya kuingia kwenye website uta, uta sign up kama unavyoona hapo kwenye video. Baada ya ku sign up hapo uta continue, utasign uta sign up kwa account yako ya kawaida ya Google ambayo unatumia kwenye simu yako, I mean ni email yako. Hapo utaweka tiki kama hivyo, kisha utaendelea mbele, uta accept, alright. Eh, hapo hivi sasa ndo utaandika prompt. Prompt inamaanisha ni maelezo ambayo unataka video yako iwe namna gani vipi. Baada hapo, hivi kwa mfano, let's hapa hivi utaandika maelezo ambayo ni ya English, ila tuseme labda wewe sio mtaalamu sana wa Kiingereza kama mimi, basi nitatumia Google Translator ambayo ipo kwenye keyboard yangu ya simu yangu, basi nitakuwa ya m... naandika huko chini kwa Kiswahili, basi Google Translator yangu itakuwa na inanitafsiria hapo juu maelezo yangu kwa Kiingereza. E, ntaandika labda mimi video natengeneza video ya muvi, ndo maana unaona inanitengenezea aina fulani hivi ya video ambayo labda watu wanapigana ina sniper ina soja ya yeah, na wapiganaji wao kwenye msitu right? y yeah. nikisha naandika prompt yako, ila kama hujui jinsi gani ya kuandika prompt, basi naomba pale hapo chini hapo kwenye comment andika neno prompt, basi mimi nitakutengenezea prompt ya video ambayo unataka, na na uta copy na kupaste kwenye AI na utapata kitu ambacho ni real. Alright, hakikisha unashuka hapo chini, una like. Ku like ni kwa muhimu, kwa muhimu sababu ndo unawatambulisha kwamba YouTube unahitaji video za aina gani, ili waendelee kusogezea aina za video ambazo unataka. Kusubscribe pia ni muhimu kwenye hii channel kwa sababu ndio tunajihusisha na mambo ya teknolojia kila siku na video za teknolojia. Hakikisha ukitazama hii video na share. Na unaweza ukapitia baadhi ya video ambazo tumewahi kutengeneza, jinsi gani ya kutengeneza website kwa AI. kuna mafunzo mengi ambayo tumefundisha kwenye hii channel. Make sure una subscribe. Baada ya hapo basi utakuja utatengeneza nani yako na, na utajenerate video kwa kutumia AI. Itachukua ita sekunde kidogo tu au dakika moja e, utasubiri mda mchache tu. Baada ya kusubiri basi, video yako itakuwa tayari imetengenezwa, au sio? Video yetu tayari imeshatengenezwa, hapo unaweza ukadownload. Na hii video ndo ambayo nimetengenezewa kwa AI, unaweza ukazani ni video ya kweli, au kumbe ni AI tu imetengeneza mwimi fulani vya kishua Cheki namna gani hivi y yeah. Usisahau kusubscribe jamani, kuendelea kusupport channel yetu, na tufike mbali, ili tusiendelee kuchoka kukuletea video kama hizi kila siku. Asante. <coughs>